Hapa nakutajia vitu vitano ambavyo vitakusaidia wewe, mtu ambaye unapata matatizo, matatizo ya figo, matatizo ya UTI, matatizo yote ya mfumo wa mkojo. Itakusaidia kupambana na vitu kama hivyo. Nitakutajia vyakula ambavyo unatakiwa kuepukana navyo ili usiweze kupata matatizo kama hayo, na pia nitakutajia vitu vya kula vitano ambavyo vitakusaidia kabla tujaenda kuzungumzia vyakula ambavyo vinasaidia kwenye mtu mwenye matatizo ya, ya figo ya u, mkojo, au kibofu cha mkojo au mzunguko wote ambao unahusisha hili mifumo miwili, lazima tujiulize mambo ya msingi kwamba nini faida ya, ya, ya, ya figo kwenye mwili licha ya kwamba ini linahusika katika kutoa sumusumu mwilini, basi figo pia inahusika kwenye kuregulati pH level ya damu kwenye mwili, kwa kuwa hiyo inaenda kutoa takataka mwili ambazo zinaingia kwenye damu kwa kuku, kuku, kuregulati potassium na, na, na sodium kwenye, kwenye, kwenye damu na ili kumaintain pH level ya, ya, ya damu ili iwe kwenye mfumo hiyo kwenye kwenye level ya alkaline. Kama itakuwa asidi itakuwa nyingi, basi kimsingi itaweza kuleta madhara kwenye organ mbalimbali za mwili na misuli. Ndio maana mtu anakuwa anafeel vitu kama fatigue na vitu ambavyo vinaendana na hivyo. So, moja ya dalili ambazo zinaweza kupelekea mtu anaweza kaonyesha kwamba matatizo kama haya ni kama zifuatavyo: uh, kuvimba kwa miguu. Euh, miguu kuvimba inaweza kawa ni moja ya dalili ambayo inapelekea napelekea kuonyesha kwamba mtu ana tatizo hilo. Na pia kwa pengine, wakati mwingine inatokea mtu pia ana vimba uso, unakuwa kama unajaa maji hivi. Hiyo ni moja ya dalili kubwa sana kuonyesha kama mtu ana matatizo ya figo kwenye mwili wake, na hiyo umpelekea mtu kuweza kuongezeka uzito, wakati mwingine wa na mwili ambao unatokana na majimaji kuongezeka kwenye mwili wake Moja ya dalili nyingine ni kupata maumivu ya mgongo, zaidi ni maeneo ya chini ya mgongo hapa, karibu na kiuno. Mara nyingi mtu akiwa anasikia maumivu maeneo hayo, huo mfumo wa mkojo, nasema urinary tract na kidney inaweza kawa imeshapata madhara. madhara kama hayo, afanye na bidi afanye diagnosis kupata ushahidi zaidi kwamba kweli anaumwa au la pia mtu pia anaweza akapata dalili nyingine ya kukosa hamu ya kula, pia inaweza ikasababishwa na hivyo. Pia wakati mwingine anaweza kawa anatapika pia, anapata pia kama homa e. pia anaweza akapata matatizo mengine kama wakati ya kukojoa anaweza akasikia maumivu hiyo. Hizo pia ni moja dalili ambazo inaweza kuonyesha kwamba wewe tayari una madhara kwenye, yani urine tract, au unasema kini au kwenye kibofu cha mkojo nawakati mwingine mtu akiwa anakujua anaweza akapata akawa anakujua damu pia, hiyo ni moja ya dalili moja wapo naweza ikaonyesha natatizo kama hilo, pia kuonyesha matatizo kama ya, ya ngozi kama kutoka vichunusi vi, hivi hali ya kuwa umeshapita levo ile ya, ya, ya, ya kubalee, pia anaweza kakupa dalili moja wapo pengine una tatizo kama hilo. Pia moja ya dalili nyingine ni mtu kusikia maumivu eneo hili la ambayo anazunguka tumbo kuja hadi eneo la mbele hapa kuzunguka kiuno hivi. Alikuwa kama anapata kama matatizo ya nerves, kama kuna mtoki unaweza kujitengeneza kajit, mtu ana mtoki umekaza, hiyo ni moja dalili hapo. Moja hapo inaweza ikatokea hivyo. Pia mtu ambaye anaweza kupata matatizo kama fungus, kama candida pia inaweza ikawa ni moja dalili ya kwamba ana tatizo kwenye mfumo pia wa mkojo, sababu magonjwa kama haya huwa yanashabiana ya sana pia mtu pia akijisikia kama kama mwanaume akawa na dysfunction e, kwamba akawa stamina yake inapungua ya, ya tendo la ndoa pia inaweza kapelekea, pia, pia kanaeza kusema ni moja dalili moja wapo kwa sababu e, mtu akiwa na tatizo la, la figo pia uwezo wake kwa, kwa performance pia huenda ukapungua, uka, uka, uka, nategemea na kiungo gani cha athari ameweza kukipata. Uh, okay, baada ya kuongelea mambo hayo ya msingi a, pia tukaenda kwamba tukaangalia vyakula ambavyo unaweza ukavijiepusha vy navyo wakati una una tatizo kama hili tayari lishajitokeza na limethibitika, unaweza uh, ukajiepusha na ulaji wa pombe. Pombe inaweza kuleta madhara zaidi, kwa sababu ina asidi kali ambayo naipa na figo kazi kubwa sana kuweza kutoa kuto zile takataka mwili zilizopo sio kwa kuisaidia figo yako, basi unapaswa uweze kufanyaje? Uweze kuacha ulaji a unyoji wa, wa pombe ana vitu vinavyoendana na hivyo. So pia unaweza kuacha vyakula ambavyo vinatokana na sukari nyingi, kwa mfano vyakula kama kekis na sweetness zote ambazo mtu anaweza akawa ana consume kwenye vyakula kwa hiyo ni vizuri kuepuka hivyo na badala yake unaweza kutumia kama asali agave syrup na pia anaweza akatumia tende kama mbadala wa sukari. Na pia at least mtu mwenye uzo kama pia kutumia maji mengi, at least kwamba kwa siku akatumia hata glasi nane za maji ya kunywa. Pia anaweza akajiepusha na ulaji vyakula ambavyo vinatokana na, na, na, na dairy kama nyama. E, pia nani yogurt anaweza akaamua kupunguza utumiaji wa hivyo na, na vyakula ambavyo vinatokana vina, na vina, vitu kama hivyo vya dairy hizo products. Pia kama mayai pia anaweza akapunguza utumiaji wake. Pia utumiaji wa kahawa anaweza kapunguza ulaji wa kahawa, pia wa majani ya chai, badala yake akatumia viungo vya chai badala ya kutumia majani ya chai ambayo inaweza kuwa na asidi zaidi na pia vyakula ambavyo vimetokana na, na ngano pia anaweza akaviepuka navyo ili iweze kupona kwa haraka. Na pia utumiaji wa mboga kama, kama parsley pia sio nzuri kutumia wakati una tatizo kama hili. Na pia utumiaji wa saladi uh, ambayo inaitwa watercress, anaweza akapunguza utumiaji wa vyakula kama hivyo ili iweze kupata matokeo mazuri pia anaweza kujipusha na utumiaji wa vyakula ambazo ni za fast foods ikiwemo labda kama utumiaji wa hivi viazi ambavyo ni chipsi. Hiyo chipsi zinaleta sodium oxide nyingi kwenye kwenye damu ambayo inapelekea kufomu hiyo hiyo kidney stones, so ni vizuri kuepusha hizo fast food kama baga, pizza na vinavyoendana na hivyo, ili kujipusha na madhara kama hayo, na vyakula vingi ambavyo vina vyenye lehemu nyingi, kwamba vina vina, vina, vina mafuta mengi, mafuta, mafuta. Vyakula vyote mafuta mafuta ya wanyama ni vizuri ukajiepusha navyo kama alivyosema hapo awali, kama ni dairy foods, na pia vyakula vyenye wanga nyingi, pia ni vizuri akaweza kujiepusha navyo. Sasa moja kwa moja tunaenda kwenye vyakula ambavyo akivila basi vitaweza kumboreshea afya yake. Moja ya vyakula kama hivyo tunaweza kugusia kwenye matunda tazungumzia rasberi, ni nzuri sana na jamii kama hiyo, kwa mfano blackcurrant cherries, zote hizo grapes zote pia zinasaidia, zina na jamii kama hiyo. Pia zipo mboga za majani ambazo zinaweza kumsaidia mtu akaweza kutoka kwenye hiyo changamoto, kwa mfano utumiaji labda wa mchunga, uh, mchicha, majani ya kunde pia inasaidia sana na vyakula ambavyo ni vya asili mboga mboga za asili kama mashona nguo pia inasaidia sana kwenye kutatua tatizo kama hili. Pia utumiaji wa kitunguu swaumu, kitunguu swaumu pia kitamsaidia kutatua tatizo kama hili. Anaweza kawa anatumia kitunguu swaumu kwa siku, atakameza tembe mbili asubuhi na tembe mbili jioni, ila anapotumia tiba hii basi asitumie zaidi kwa mfululizo zaidi ya wiki moja. Anaweza kutumia kwa wiki moja kwa siku saba, afu akaacha kwa muda kutumia. Asitumie kwa mfululizo zaidi ya siku saba. Na pia kwenye chakula anaweza akatumia kitunguu maji zaidi. Pia kama akiweza kupenda, anaweza pia akatafuna kitunguu maji pia itamsaidia sana. Chakula namba nne anaweza akatumia fenugreek au fennel kwenye chakula kama kiungo itamsaidia sana au anaweza kaisaga fenugreek pamoja na fenel akawa, baada ya kupika chakula, akawa anachanganya kwenye chakula chake kila siku, hiyo pia itamsaidia sana. Chakula namba tano unaweza kukitumia ni mwani, kwa kuwa mwani ina minerals nyingi madini mingi zaidi ya, ya tisini kwa itaakti kwenye mlo wako kama supplement na hivyo ndio vyakula ambavyo nimeweza kuvyainisha ambavyo vinaweza kukusaidia. I tipsi ya mwisho hii ni extra, ni kwamba utajitahidi huo unafunga, at least uweze kufunga water fasting, hiyo itakusaidia sana kufanya detoxification ya, ya ya mwili wako kuweza kusafisha dhidi ya ya mucus mbalimbali. Hivyo vyakula ambavyo nimekutajia ni vyakula ambavyo ukiepukana navyo na hivyo ambavyo nimekusisitizia uweze kuvitumia pia ukivifuata basi utaweza kutoka kwenye changamoto ya ya, ya afya ambayo unakabiliana nayo, especially mambo ya UTI, mfumo wa mkojo, kama kidney stones na mambo mengine ambayo anafanana na hayo. Basi ni vizuri ukafuata kanuni za afya ili kuwa na afya njema, especially epuka vyakula vya mafuta, epuka vyakula vya sukari, nakusaidia sana.